Ni kundi gumu. Hatua kama hii ya ya ligi ya mabingwa ya ya Afrika, hatua ya group stage haiwezi kuwa na kundi jipezi. mm -hmm. E, kila timu ina dhamira ya kufanya vizuri katika michuano hii na kila timu iko namna ambayo imejipanga na ukiangalia group stage hivi sasa timu zinacheza mechi mechi mbili kufika hatua ya makundi. Kwa hiyo mpaka timu inafanikiwa kufika hatua ya makundi, maana yake kuna kazi kubwa ambayo wameifanya hadi kufika hatua hiyo. Na hapo ndipo ambapo panatengeneza ugumu katika katika hatua hii ya makundi. Ukiotizama wapinzani wetu watatu wote, e, sio timu za kubeza. Unaweza ukaibeza Stade Malien kwa sababu haufahamu ubora wake hivi sasa. Unaweza ukawabeza, e, Petro Atletico kwa sababu haufahamu bora wake hivi sasa, unaweza kuwapa heshima Esperance kwa sababu ya historia yao, lakini kiuhalisia ni kwamba e, hatua hii ni hatua ngumu, kwa sababu kila timu imewekeza vya kutosha kufanya vizuri katika katika mechi zake, na sisi Simba Sports Club e, tuna tunamheshimu kila mpinzani kwenye kundi letu na inatupa nguvu ya kujipanga kuona ni kwa namna gani tunakwenda kufanya vizuri katika michezo yetu yetu sita, tuweze kuvuka kwenda hatua inayofuata. Hamtishiki na lolote mnyama Simba? Manake kwenye kundi lenu kitazama, yupo pale Esperance de Tunis ni miongoni mwa timu ambazo zina mafanikio makubwa kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na walishawahi kutoa vikombe kabisa. Hamtishiki kama mnyama Simba? Hatutishiki kwa sababu yeye sio wa kwanza mkubwa sisi kucheza naye. Tumecheza na wakubwa wengi na tumepata matokeo eh, hasa nyumbani kwetu Benjamin. Kwa hiyo eh, Esperance eh, hatujakutana naye kwa muda mrefu. Tunakwenda kukutana naye sasa, lakini hatuna naye hata kidogo. Okay, sasa kama Esperance de Tunis, timu yenye mafanikio makubwa kwenye kundi lenu, hawatishi, sasa yupi anawatisha kati ya hawa wapinzani ambao unawaona, ukiachana mbali na Esperance ambao umesema hawatishi, yupi anawatisha mwingine hapo? Hakuna anayetutisha, ni sisi wenyewe kupanga vizuri karata zetu, kuhakikisha kwamba kampeni yetu ya kumkapa hatoki mtu tunaishi kwa vitendo, tuhakikishe tunapata alama tisa. Benjamin Mkapa baada hapo tuhamie e, katika mechi za ugenini, tuone e, hatupotezi pointi nyingi katika mechi za ugenini, na msiku tukusanya alama za kutosha katika hatua ya makubwa, tena hatua ya robo fainali. Eh bwana, huku ubaya ubwela bado utaendelea ule, ule, ama kuna msemo mwingine unakuja? Ni ubaya ubwela pati tu, ni ubaya ubwela pati tu hadi huku kabisa. Ok, bodi ya ligi bwana, imeweka wazi kwamba tarehe nane mna kipiga dhidi ya JKT Tanzania. Je, nyie kama Simba, vipi ratiba hiyo mmeipata na mmejiandaje kiujumla? Kikosi chenyewe lini kinatarajii kuingia kambini kujiandaa na mchezo huo dhidi ya kuwakabili wanajeshi hao? ya tayari tumeshapokea na kikosi kesho kinarejea katika uwanja wa mazoezi kwa ajili ya maandalizi ya mchezo huo kwa hiyo unachomaanisha ni kwamba kila kitu kipo sawa? Yeah, kila kitu kipo sawa. Mchezo wetu wa TRA na Azam kuahirishwa, tulivunja kambi na wakaenda nyumbani kutokana na hali iliyokuwepo, lakini mara baada ya taarifa kutoka na taarifa ya bodi ya ligi vile vile kutoka, kesho tunarejea rasmi katika uwanja wa mazoezi kwa ajili ya kuanza maandalizi ya mchezo huo. Hivi karibuni ulikuwa na kampeni ya kupita mkoa kwa mkoa ya kuhamasisha wadau wa soka, kwa maana ya mashabiki wa Simba, kuona wananunua jezi original ya klabu yao. Vipi kampeni hii inaendelea? zoezi la ununuzi wa jezi eh, original za klabu ya Simba ni zoezi endelevu. Kwa hiyo kama kuna mwanasimba ambaye mpaka sasa bado hajanunua jezi, basi